Mimi ni mwizi. Nimeingia na nimevunja Dedan Kimathi. Nilikuwa naenda kuipima. Naomba mnisamehe. Na wewe unaiba hapa mara ngapi? Ingetoka pesa ngapi? Kilo tano ni pesa ngapi? 250. Unajua bei ya hii kitu? Unajua kutengeneza hii kitu mzima ni pesa ngapi? Uko na akili mzuri wewe? <coughs> Akili yako mbaya. Wewe uko na akili mbaya? <coughs> <kitu yote? tos> <ebu> <coughs> Hizi chuma ni za nini? Haya na hii rungu. Hii rungu hebu we weka hapa chini. Weka hapa. Hii rungu unafanya naye nini? Hiyo rungu simame. Hiyo rungu unafanya naye nini? Yeah. Eh.

Umesikia vizuri? Umesikia. Umesikia? Umesikia mkubwa.